Shalom wapendwa, karibu tena kwenye chaneli hii leo. Nataka nizungumze na mtu ambaye moyo wake umevunjika, na kama wewe hujawahi kupitia hili, huenda ukamhitaji mtu ambaye atahitaji kusikia ujumbe huu leo. Nazungumzia hali ya kuachwa, sio tu kuachwa kwenye urafiki wa kawaida, bali kuachwa na mtu uliyempenda kwa dhati, mliyepanga maisha pamoja, lakini mlishaweka mipango ya ndoa mlishaomba pamoja na pengine hata mliona maono ya maisha yenu yakiwa kitu kimoja. alafu siku moja, kwa maneno machache tu, kila kitu kinavunjika. Hakuna uchungu unaofanana na ule wa kuachwa bila maelezo ya kutosha, bila ishara au bila maandalizi. Ni kama mtu kuvuta tu moyo wako nje ya kifua chako. Unaamka asubuhi na unajiuliza, hivi kweli imetokea? Unakuwa kama mtu aliye katika ndoto mbaya. Lakini ni muhimu tukiri kitu kimoja: maumivu hayo ni halali. Kulia ni halali, kuhisi huzuni ni halali. Hata Yesu mwenyewe alilia. Cha muhimu ni usikubali hayo maumivu ya kufunge au ya kubadili kuwa chungu au mwenye chuki. Wengine wanaachwa kwa sababu ya kutoelewana, wengine kwa sababu mtu mmoja hajakomaa vya kutosha lakini kuna wakati mwingine na huu ni mgumu zaidi, unaachwa kwa sababu tu mpango wa Mungu ulikuwa tofauti. Inauma, lakini ni kweli. Kuna mahusiano tunayoyatamani, lakini Mungu anayajua kwa kina. Anaona miaka mitano, anaona miaka kumi mbele, na kwa sababu anatupenda zaidi ya vile tunavyopenda sisi wenyewe anaruhusu tuachwe sasa ili tusijeruhiwe vibaya zaidi baadaye. Kumbuka hili, kuvunjika kwa mipango yako haina maana kuwa maisha yako yamevunjika. Mungu anaweza kuandika upya hadithi yako kwa uzuri zaidi kuliko ulivyowahi kufikiri. Sasa, baada ya yote hayo, mtu amekuacha, moyo umevunjika, unafanya nini? Ruhusu moyo wako kuhisi, lakini usiruhusu moyo wako uongoze maisha yako Usijifanye jasiri usivyokuwa, lakini pia usikubali huzuni hiyo kuwa sehemu ya utambulisho wako. Unaweza kusema, naumia lakini mimi bado ni wa thamani. Naumia lakini mimi ni mtoto wa Mungu. Usijitafute thamani yako kwa yule aliyekuacha. Thamani yako haikuanzia kwa uhusiano huo na haikuishia pale ulipoachwa. Wewe ni kiumbe wa kipekee uliyetengenezwa kwa sura ya Mungu, mwenye kusudi, mwenye uzito wa milele. Usikubali kujiuliza nimekosea nini kila siku, badala yake jiulize ninaweza kujifunza nini? Zungumza na Mungu kwa uwazi, maombi ya maumivu. Yesu hashitushi na maombi ya maumivu. Mwambie Bwana, nimeachwa, naumia, sina cha kujivunia tena Nisamee kama nimekosea, nielekeze kama kuna somo, na uniongoze kwenye njia yako. Zungumza na watu sahihi, usikimbilie faraja ya muda mfupi. Epuka kuruka kwenye uhusiano mwingine haraka haraka kwa sababu ya kujaza pengo. Hilo ni tundu la kiroho, na inaweza tu kujazwa na Mungu. Tafuta ushauri wa kiroho, mzee wa kanisa, mshauri au rafiki mwaminifu wa kiimani. Jijenge tena kwa neema. Rudi kwenye ndoto zako, rudi kwenye huduma, rudi kwa ndoto zako za maisha. Shetani anapenda uamini kwamba hakuna tena maisha baada ya kuachwa. Ni uongo. Mungu alikuumba na kusudi la kipekee ambalo alitegemea wa uhusiano wako wa kibinadamu peke yake. Mpendwa, kuachwa hakumaanishi kuwa hufai, hakumaanishi kuwa huwezi kupendwa tena na hakumaanishi kwamba Mungu amekuacha neno. La Mungu, katika kitabu cha Zaburi 34:18 6418 nasema Bwana yu karibu na waliovunjika moyo, huwaokoa waliopondeka moyo. Huu ni wakati wa kurudi kwa Mungu kwa namna kipekee. Mwache akuponye, mwacha akufunde, mwacha na hatimaye akutie nguvu kuanza upya. Na nakumbuka, aliyekuacha hakuna sehemu ya hatima yako. Mtu sahihi hata kuacha mtu anayepaswa kusafiri na wewe hadi mwisho. Mungu atamleta kwa wakati wake. Kama umepitia haya, niandikie kwenye maoni, tuombeane, tujenge jumuiya ya uponyaji. Na kama hujapitia haya, mshirikie rafiki aliyepitia. Sasa naenda kukuombea. E Baba yetu uliye mbinguni, Mungu wa faraja yote na uponyaji wa kweli leo ninakuja mbele zako nikiwa ninamwinua kaka dada huyu ambaye moyo wake umevunjika, umevunjika kwa maumivu ya kuachwa na mtu aliyempenda kwa dhati. Wewe unayejua kilio cha moyoni, unayeona machozi ya ndani yatiririka kimya usiku, ninakuomba umguse kwa mkono wako wa rehema. Baba, hakika huu si wakati mwepesi kwake. Amepoteza sio tu rafiki, bali ndoto matarajio na mipango yake ya maisha, lakini tunakushukuru kwa kuwa hata katika giza hili wewe bado ni nuru, Mungu wa Zaburi ya 34:18, ambe unakaribia waliovunjika moyo. Ninakuomba umkaribie sasa, mfute machozi yake, mpe sababu ya kutabasamu tena, mfunike na amani iliyopita akili zote. Bwana, kama kuna kitu ambacho kilimuumiza ndani ya uhusiano huo iwe ni kimwili, kihisia au kiroho, inakuomba umponye kabisa, ukatengeneze hata yale ambayo hawezi ya kurekebishwa na wanadamu. Mfundishe kupitia hali hii, msaidia asione maisha yako kupitia kiocho cha maumivu, bali kwa nuri ya kusudi lako. Mfundishe kumpenda tena, si kwa haraka, bali kwa hekima. Mwoneshe kuwa thamani yake haimo kwa binadamu, bali imo kwako na ikiwa itakuwa mapenzi yako, mletee ya mtu sahihi kwa wakati sahihi, mtu ambaye atamheshimu kumpenda na kumchunga zaidi kama zawadi kutoka kwako. Baba, ninamkabidhi mikononi mwako sasa. Katika upweke wake, uwe rafiki wa kweli, katika huzuni yake uwe faraja yake, na katika kila hatua ya uponyaji tembea naye. Naomba haya yote kwa jina lake Yesu Kristo aliye Bwana Mwokozi wa maisha yetu aliye hai. Amina.